Nam hakika, hujambo na karibu sana ndani ya kipindi cha Kilimo Sokoni. Na mara zote wanasema kwamba hakuna kijiji kinachokosa wazee. Katika umri wa miaka sabini, hajaona kwamba ni umri wa kukaa bure, ameamua kujikita kwenye upande mzima wa ufugaji. Hatimaye tumemtembelea uh, bibi uh, Aurelia William uh, katika shamba lake ambalo anafuga kuku aina ya Kuchi. Tupo katika kata ya Mapinga, wilaya Bagamoyo, huku uh, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kuja kutazama ufugaji huu wa bibi huyu Aurelia maarufu kama Mama Kuchi. Mama Kuchi Kuchi, yeye amejikita kwenye ufugaji wa kuku, na tutapata nafasi nzuri kabisa ya kupata maelezo kutoka kwake, alianzia wapi ufugaji wa kuku, lakini pia manufaa yake amekaa ya kwa namna gani. Lengo hasa tunakufundisha wewe ambaye haujaanza kufuga ufuge na unapo fuga unafuga kibiashara, unapata kipato, na kipato hicho kinakusaidia wewe katika kizazi chako na hata wazazi waliotoka nyuma yako walipambana mpaka wewe ukafikia hatua hiyo. Na tumekaribishwa na e, bibi Aurelia, yeye atatuelekeza namna gani ambavyo tunaanza na tunaanzia wapi. Karibu tuungane pamoja katika simulizi hii ya kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. mimi ni Nikola Oskla Woko, nyuma ya kamera ni Franki Godfrey, na tunapata wasaa mzuri kabisa wa kuelekea sasa, uh, nyumbani kwake, na yeye pia atakuwa wa kwanza kutupokea akituambia nini ambacho leo hii anakwenda kutufundisha. Karibu Niko. Asante, yes. Mtazamaji wa kipindi cha Kilimo Sokoni, hatimaye nimefika karibu sana bwana Niko. Nashukuru sana, mimi naitwa Aurelia Ndiyo. William, kwa jina maarufu mama Kuchi. mama Kuchi? Ndio, ni mama Kuchi. Yaani mpaka jina linabadilika ukifuga mifugo mbalimbali. Kuna jina tu la, la tofauti, na utabadilia jina hilo na utakuwa umeenda hivi. Nimefika hapa mama, lakini nime, nimeambiwa lazima nikanyage hivi. kwa nini nakanyaga hapa? ni lazima ukanyage. Hmm. kwa sababu ya kuondoa bakteria wadudu wote uliokanyaga ulikotoka huko. hmm. haya ni majivu tunatumia mbinu za asili, hatutaki kemikali. Ukikanyaga hapa, wadudu wote watakufa kabla, eh, kabla ya kuingia sehemu ya kutotolesha tu, tusije tukaleta magonjwa kwa vifaranga wetu. Vifaranga wakishaanza kutotolewa wanapaswa kuwa salama na ili watunzwe bila y kupata bakteria kabla hawajaanza kutunzwa. Humu ni maabara ii ni, ni, ni, ni sehemu ya kutotolesha vifaranga kuna incubator mm. Unakaribishwa Amen. kuziona na, kabla ujaingia naomba na ufute miguu ah! Eh, hizi ni sheria za wafugaji. Mimi sina sina yana. Fika, la, migu, na ingia, sa... mama ijifute miguu kwanza na niko sawa. Nihakisha nikiingia niko niko vizuri hapa? Eh, karibu. Hapa ndio kaingia. Unaweza karibu sana hapa eh, ndio sehemu ambayo uh, kama ni wazazi ni, ni, tunasema ni leba lakini, kwa sababu ni, ni, ni mifugo hii, tunasema ni sehemu maalum kabisa ya kuzalishia uh, kuku, kwa maana kwamba kuna kutotolesha eh, kwenye upande wa ndege, naeza kutotolesha ukiwa kwenye upande wa wanyama tunasema kuzalishia. Hapa tunatotolesha vifaranga vya kuku. Mama Kuchi, hii ina vifaa vingapi? Hii ni mashine ya kutotolesha ina uwezo wa kubeba mayai elfu moja na hamsini elfu moja na hamsini. E, hii tunaweka kwanza ya kuatamishia, ziko mbili. Ukishamaliza kuatamishia kwa siku kumi na nane, tunaamishia za kutotolesha vifaranga kwenye inkubeta hii, na hii ina uwezo wa kuchukua vifaranga elfu moja na hamsini kwa hiyo ukitoka hapa kwenye hii ya kwanza unakuja kwenye hii ya pili e, baada ya siku kumi e na nane. Baada ya siku kumi na nane, kwa nini inakuwa hivi na msiwache siku zote hizo ishirini na moja? Kwa sababu setting ya joto na unyevunyevu vinatofautiana. Siku za mwanzo zile mayai yanakuwa na maji ndani yanakuwa ya na maji sasa, joto linapaswa liwe kubwa 38 20, puto, na unyevu kidogo, ili yale yani maji yakauke kiumbe kiweze kufanyika. Baada ya siku 18 nane, kiumbe kinakuwa tayari kimeshafanyika fanyika, kinahitaji sasa unyevunyevu wa kutosha kwenye lile yai liweze kupasuka. Tunaamishia kwenye mashine hii, tunaongeza setting ya unyevunyevu inakuwa juu na joto linakuwa chini. Inakuwa chini, ndio changamoto kubwa inaonekana. Wakati mwingine mayai yanapokuwa yanawekwa na, ya kwenye hizi incubator mm -hmm, unakuta uh, mengine yanaungua ama vifaranga vingine vinakufa. Nini kinasababisha yakiungua? Unakuwa umefanya setting vibaya. Lazima uwe na setting sahihi, kule ni 38 na unyevunyevu una seti kati ya 55 na 60 huku, yeah. Wakati yai kiumbe kimeshatengenezwa kimesha ndani vizuri, unapashwa kupandisha ule unyevunyevu, unakuwa una seti kati ya 70 na 75 unyevunyevu, ili usaidie ile ganda la yai livunjike vizuri, na joto linapungua ili wapate joto linaloni 30 na hiinakuwa ni 37.5 37.5, ndio hawa na, how... na kwa nini mm, wanakufa mm? inategemea pia uwekaji wa mayai yale. Mayai yanatakiwa kae wiki moja tu mm -hmm. na yakae kwa mpangilio mm -hmm. Ulikochongoka unakaa chini yes. na yakae kwenye mzunguko mm. wa hewa mzuri, na pia majogoo ya kutosha kuendana na resho ya matetea ulionayo. Okay. Ratio jogoo moja matetea saba mpaka nane ili uweze kupata mbegu. Watu wanalalamika mayai yangu hayatoki, hmm. lakini hawafuati taratibu. Kifuata taratibu mayai vifaranga vinatoka bila shida na hii hizi zote ni, ni, ni kazi hiyo ama hii na hii ni kazi moja hii Ziko nne hizi, kuna wakati nakuwa na mayai mengi, mengi. Yes. Kule, yeah. Kwa hiyo zote hizi zinajaa zinajaa, ehe, kwa hiyo tunatoa kwa kule, alafu tunahamishia huko. Kwa hiyo hizi mbili zinafanana zinafanana na, hizi mbili na, hizi pia zinafanana. Wow. Ndio. na hapa ni siku mpaka ngapi, kufikia hatua ya, ya kitoto kitaonekana? Yani, yani siku, mimi naongeza siku kidogo kuhakikisha vifaranga vimekauka yeah. Siku ya 22 mbili ndio natoa. Tofauti ya kuweka kwenye incubator na kutotolesha kawaida ni ipi? Ya kutotolesha kwa kutumia mama yeah, Utapata hasara kwa sababu kama una kuku wengi wale wataatamia kwa siku ishirini na moja watalea tena vifaranga kwa miezi hawatataga. Kwa hiyo unatakiwa uchukue yale mayai uhifadhi. Wakishamaliza mzunguko wao wa kutaga, unawapeleka sehemu ya jela, wanakaa na majogoo. Wakishapandwa, baada ya wiki moja wanaanza kutaga tena. Kwa hiyo unakuwa una mayai kila wakati, kila wakati ehe, na vifaranga kila wakati. Lakini unasema mali bila daftari huisha bila habari, na hapa alio daftari je? hili nalo ni la kuandika rekodi mbalimbali, ama ndio hili, tunafanya rekodi kila baada ya lisali moja, lazima waje acheki vijana kuangalia setting in, ipo sahihi, maana tuna tatizo saa nyingine la umeme umekatika. mm-hmm. Lazima kunaweza kutokea tatizo, kunaja humidity, kuna vifaa viko huku ndani vikileta tatizo, itakuonyesha pale. Kwa hiyo kazi yake, kila baada ya lisali moja ana rekodi na mimi nakuja kwa hakiki kupitia kama rekodi iko sawasawa, ili uweze kupata vifaranga bila shida. Mtazamaji, huyu ni Mama Kuchi, yaani Mama Kuchi aliamua kuacha vyote na kuingia kwenye upande mzima wa ufugaji huu wa kuku aina ya kuchi. Unafuga yaani unafuga kuchi, lakini je, unatolesha mayai ya aina yote ama ni kuchi tu? na tutolesha mayai ya kuku wa kienyeji. Hata majirani zangu wanaweza kuleta mayai nikawasaidia kutotolesha. Hii ni fursa kwa gharama, wananilipa. Wanakulipa? Ndio, eh, gharama kidogo ya, eh, ya, ya. Eh. <laughs> lazima ilipe yeah. <laughs> Bila biashara utakuwa unafanya kazi bure. naam. tume, tumejifunza tume, tume kwenye upande mzima wa namna gani unavyoweza ukadharisha kuku wako, na kama unafuga kuku wawili wakitaga waki wakataga mayai ishirini huo naweka kabisa kwamba mara baada ya muda fulani unapata vitoto ishirini. Na hii kwa njia gani? Kwa njia ya ikubeta, ni njia ya kisasa kabisa ambayo itakufanya usipate hasara kama ambavyo mama kuchi ametuelezea hapa kwa namna gani, namna ya kufuga kisasa, yaani unatoa hapa watoto unapeleka sehemu nyingine. Labda kwa sasa tukatazame mara baada ya vifaranga kutoka kwenye ile eneo hili yani tunasema hii ndio leba yao. Mara baada ya kutoka hapa sasa wanahifadhiwa wapi? Na Mama Kuchi iko tayari kabisa kutupeleka huko na kutoelekeza kwa nini ameamua kuweka katika mazingira hayo. Lakini je, wanakaa kwa muda gani katika hayo mazingira mpaka kufikia hatua ya kutolewa kwenye haya mazingira? Karibu Haya. Huku nako kwenda ni kwenye kuhifadhia vifaranga. vifaranga. Eh. Ili na, na na, kwa nini na, vifaranga kwa nini mnahifadhi huko vifaranga kwa nini msiwachanganye tu na kuku wengine wao? Huwezi kuwachanganya na kuku kwa sababu wao ni wadogo, wao ni wadogo na wanahitaji joto kuendana eh, na umri wao. Hapa wow, mm, wame, wana wiki nne sasa, hawa sasa wana wiki nne mm. mm, eh, wamesha toka pale wakiwa eh, waki na siku moja wanakaa pale hmm. Wakishaonekana wakubwa, kibanda kimekuwa kidogo, tunawaleta tunawaleta hapa hmm. Na hawa wana wiki nne hmm. Kuna taa za kuwawekea joto hmm. Na tuna kontrola, ya kucontrol hizi taa ziwake kuendana na setting tulioweka, ndio setting ya wiki ya kwanza ni 32 kati ya 32 na 34 hmm wiki ya pili ni thelathini na thelathini na mbili. wiki ya tatu ni ishirini na nane na thelathini hmm. wiki ya nne ni ishirini na sita na ishirini na nane hmm. hiyo setting tumeshaiweka hawa wana wiki ya nne na hawa ni, ni, ni kienyeji piwa hawa ni kienyeji piwa mimi nafuga kienyeji piwa kwa sababu, sababu gani wana stamina ya magonjwa hawana shida ya kumwamwa ovyo na pia wanatumia virutubisho na kinga za asili. Mi natumia oganiki zaidi hmm. kwa hiyo kiwapa hii kwa taratibu maalum hmm. kwa kufuatilia kila wiki hawaugui hmm. kwa urahisi kwa, kwa nahiini ni, ni, ni, ni, ni, mmea gani hu huu unaitwa kwa, tunawita, tunawita mfurahisha hmm. kwa lugha ya Kiswahili hmm. lakini kwa Kiingereza ni altas Eh, ni jamii ya a, ziko aina nyingi, kuna hata ile mwingine ni jamii ya lakini mtakala ngonyo. Yote vyote hivi vinatusaidia katika kutunza wakuku wakuwe vizuri, bila shida, bila kuumwa kila wakati, ina maana kwamba hawa wawekee dawa ya aina yoyote, dawa hiyo tu furahisha. Mimi natumia mfurahisha, natumia mfurahisha ambayo ni huu, kuna mtakala ngonyo, ni ule pale, kuna aloe vera hmm na pilipili kicha, tunawapa kama kinga, tunawapa mapema. Hivi vina virutubisho vingi na vitamini za kutosha, kwa hiyo inafanya mwili unakuwa imara. Strong imara, kwa hiyo hawawezi kushambuliwa na magonjwa kwa urahisi, na hapa hatuli kemikali. Sasa tunapata kitu safi baada ya kutumia makemikali. Sasa, kama ikitokea bahati mbaya kuta, inatokea ikatokea bahati mbaya, uzembe ukatokea au nini, ikatokea magonjwa ambayo yanatulazimu, ambayo ni mara chache sana, kutumia dawa hizi zake. Sasa huu mkono, nakupongeza hiki unachokifanya. Asante mtazamaji. Hapa tumezungumza na Mama Kuchi kwenye eneo zima la namna gani unaweza kalea, ukalea vifaranga vya kuku wako kisasa kabisa. Tumeachana na masuala mazima ya kienyeji, tunafuga kisasa. Ndiyo, ni kuku wa kienyeji, lakini unawafugaje wakuletee matunda yaliyokuwa stahiki kabisa na kukupatia kipato? Tunafuga kwa namna hii. Lakini je, hawa kuku wanakula nini? Wanaishi kwa namna gani? Mama Kuchi yuko tayari kutupeleka kule ambako anatengenezea chakula chao hawa na kuwaletea chakula. Tuna mashine hapa yes. ya kuchanganya chakula, mashine ya kuchanganya chakula ndio. Na hapa tunachanganya na nini na nini, na nini na nini? Unajua chakula cha kuku lazima kiwe na virutubisho vyote, kinatakiwa kiwe na wanga eh? kinatakiwa kiwe na Vitamins. Kuku wao. Eh, kinatakiwa kiwe na madini kuku wao, kuku wao, kinatakiwa kiwe na madini na protini yani kuku anakula wanga. Ndiyo. Kuku anakula madini. Ndiyo. Kuku anakula protini. Ndiyo. Alafu wewe unasema na vitamini. Ndiyo. Wewe ukila mboga za majani, mimi na maintain lazima, lazima wale chakula kamili ili wakuwa haraka. Sio, umeona wale faranga wiki nne walivyokuwa wakubwa, wow. Kwa sababu wanakula chakula kamikenye vitu vyote virutubisho vyote. Hii ndio mashine ya kuchanganya chakula, okay. Eh, kuna mashine nyingine ile ndogo ya kusaga vile virutubisho vyetu vya asili. Tunaanika mwarobaini, hmm. Tunaanika lusina, uh -huh. Tunaandika mwarobaini, si unaona Huhu, huhu, huhu, eh, ni ndio mwarubaini. Eh, unasagwa kwenye mashine, tunachanganya kwenye chakula chetu ndio tuna lusina, eh, ndio hii hapa Lusina ndio hivi ah, eh, okay. Eh, eh, vina virutubisho vya kutosha tunaweka, tunanukia vizuri. Eh, eh, tunasaga, tunachanganya. Hii ni badala ya sisi tunakula mboga mboga ya kuku ndo hizi. Hii ndio mboga ya kuku wewe mboga chungu kuku anakula hii. Wewe wewe, linga tu chakula vya kuku mm, vina stages. Vifaranga mm, wanakula starter. Starter. Kwa hiyo starter inakuwa na virutubisho zaidi, protini ili wakue vizuri mm, wakishamaliza wiki sita kunakuwa na chakula cha grower naye virutubisho vile vinakuwa tofauti, lazima ufuate formula. Eh, usiende tu na unatumia wataalam, ili chakula kile kiwe sahihi. Kisipokuwa sahihi na luma, kuwa na dumaa hawatakuwa. Alafu kunakuwa na chakula cha wakubwa mbaleas. Kwa hiyo tunafuata formula na tunatumia vitu sahihi kwa ajili ya kuchanganya chakula chetu atengeneza, yes. tunaweka kwenye store. yes kwenye banda la kuku na mahali stoo. Eh, eh, eh. Na vyakula kuku awali tu wanakula kwa kipimo, ah, eh, wapa, uh, ah, lazima tuwape vipimo wakiwa wadogo ndio unaweza kuwapa tu, lakini baadaye lazima, bila hivyo utapata hasara au utatengeneza hela hela. Ndio tunaingia kwenye banda kubwa la kuku banda kubwa ya kuku. Eh, mara ya baada ya vyote vile ndo hapa ndo sehemu yenyewe sasa. eh, kuku wakubwa hawa ndo wanaotupa pesa sasa. Hela iko hapa. Eh, Hela imelala hapa eh. <laughs> wanataga mayai yeah. mayai yale tunayapeleka kwenye incubator mm -hmm. tunauza vifaranga, vifaranga na vifaranga vinatoka kila wiki mara moja na wanatoka kwa oda hapo hapo Mama Kuchi. Kuna mtazamaji anatufuatilia hapa Upatikanaji wa faranga umekaa vipi? Anawezaje kupata faranga na anakupataje? Kabla tujaingia kwenye, kwenye, kwenye kuku, mimi nimejiweka na nimejitolea kufundisha Instagram na Facebook kwa jina la Mama Kuchi Enterprises, Facebook na Instagram. Kwa hiyo nimejitolea kufundisha ufugaji wa kuku wa asili kwa kutumia virutubisho na kinga za asili. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nina followers wa kutosha Instagram, followers wako zaidi ya elfu kumi kwenye Facebook wanakaribia elfu 30. mm -mm. Kwa hiyo wateja wangu wote nawapata huko, wananipigia simu au wananitumia message. mm. Wanaweka order, wakishaweka order inakaa kwa foreign kwa hiyo wanapata kuendana na walivyoweka oda. Hapa sasa tena utatoa ni ule ule. Hapa tunaingia kwenye banda kubwa, eh. Ni lazima ukanyage maji, ah, ili usiingize bakteria kwenye mtazamaji, <coughs> Yani, hapa kama tu kama jeshini, lazima kwanza ujiweke safi ndipo unapoingia. Eh, mimi naanza eh, tunaingia moja kwa moja karibu sana. Hmm. Eh, ama mimi naingia moja kwa moja. Eh, ni wengi namna hii. Hawa sio wengi, ni wachache tu, na kuna wengine kule nyuma kule. Mama Kuchi, mimi hata mmoja sina. Unajua, hawa nikiwaona ni wengi, unajua sio wengi. na wenyewe si wameshakimbia, wameingia ndani, wanakuogopa <laughs> Wanaogopa mimi, wanaona ni, ni adui asija kawaiba hawa. wana muda gani hawa? ni kuku wakubwa kubwa hmm. wana umri wa mwaka mmoja, ndio wazalishaji hawa, hawa ndio wazalishaji ndio. ah. Ah. Na pale ndio sehemu ya kutagia. Ni e viota sasa okay. Wakifika muda wa kutaga yes. Wote wanaotaga wanahingi, wanaingia kule. Kwa siku na kusanya mai trei ngapi? Inategemea na wakati wanaenda kwa mzunguko. Hmm. Kwa mzunguko. Kuna wakati wanapumzika hmm. Wakiwa wa, wanataga wanaenda kwa mzunguko waki, kama wa, kwa, kwa, kwa niliona hapa tunapata trei tatu kwa siku. Trei tatu kwa siku. Eh, lakini kwenye mzunguko kwe, wanaweza kupungua ikawa trei mbili au ikipumzika iki, tunaweza kupata trei moja kwa siku. Miaka sabini lakini bado unapambana katika ufugaji. Ndio ilikuwaje sasa mpaka ukaamua kuingia kwenye ufugaji? Kwa uchache kidogo ukatuambia. Mimi nilikuwa ni mfanya kazi wakati nataka kustaafu, kabla sijaanza kufikiria kustaafu, maana napata historia nyingi, wazee wakishastaafu wanakufa, wanateseka. Nikaona kwa nini mimi nifanye yale makosa yale yale. Nikaanza kufikiria nitafanya nini kwa uzee wangu, ambapo kitu ambacho hakitanipa shida sana, tabu kutumia nguvu nyingi, ila tu nitumie elimu. Sasa kabla sijaanza kuf kufikiria kustaafu, nikasema nitafanya ufugaji. Nikaamua kutumia internet kucheki ni kuku aina gani walio wazuri kufuga. Kwa hiyo kwa Tanzania kuna kuku aina tano. Sasa katika aina tano zile nikaona sifa za kuku wa kuchi ni kubwa kuliko zile nyingine tano. Na kwa nini? Kuku wa kienyeji hawana magonjwa mengi na wana stamina, hawaugui ovyo. Kwa hiyo katika wale kuna tanwa, kuna kinyaunyau, kuna kishingo, kuna kuku wa kawaida, kuna bukini na kuchi. Sasa nive wasoma sifa zao na nini kaona kuchi ndio nambari moja, kwa hiyo nikaamua ni kumchukua, na bei ya kuchi iko juu kwa hapo, na wauzaji kwa hawa hawa ni mchanganyiko wa kuchi, kuku mmoja na muza shilingi elfu hamsini wale piwa kuchi kuku mkubwa ni kati ya laki mbili na nusu mpaka laki tatu Kwa hiyo kuendana na ile hela, nikaona na mimi ni mpenda hela kidogo, ili nisizeeke haraka <laughs> nikaamua kufuga kuchi. Sasa nikaanza na kuchi piwa watano. Sasa piwa kuchi tano, nilivyoanza nao, wana sifa nzuri katika u, u, u, unyama nyingi, urefu kujilinda lakini wana kasoro nazo. Huwezi kuwa na sifa tu bila kuwa na kasoro, wakawa wanataga mayai machache na ukuaji taratibu. Kwa hiyo ile ikanipa akili ya kumtafuta mtaalamu, nifanye nini nipate kuku bora zaidi wa kienyeji, maana wengine wako wadogo sana, wanakuwa taratibu na nini. Mtaalamu ndio akanishauri namna ya kumiksi piwa kuchi na kuku wa kienyeji ndio nikapata hii kuku wa kienyeji mbegu kubwa jamii ya Kuchi ambaye anakuwa kwa haraka na anataga mayai mengi kuliko kuku wa kienyeji wa kawaida, na ana uzito mzuri. Wastani wa jogoo kama yule unavyomwona hapa hmm, ni kilo tatu. Wanaonekana wadogo lakini ni wazito, manyoya yao ni machache hmm. Kwa hiyo ni rahisi jogoo kama yule unamuza u tetea shilingi hamsini. Kwa hiyo kwa kipato kinakuwepo, na hela inazunguka. Kwa hiyo ina, nikaanza nika wa nika na wachache, baadaye nikapanua kidogo kidogo. Na vijana nimeajiri, namshukuru Mungu, wako watatu wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kufuga kuku ni kuna kipato kizuri. Mtazamaji bila shaka umejifunza vingi sana kwenye upande mzima wa kipindi hiki cha Kilimo Sokoni, na kama ambavyo uh, tumezungumza na Mama Kuchi kutoka hapa uh, wilaya hii ya Bagamoyo kata ya Mapinga, na naamini kabisa kuna kitu ambacho ulikuwa ukifahamu kwenye upande mzima ufugaji wa kuku aina ya Kuchi na bibi, eh, ama namuita Mama Kuchi. Eh, jina lake linaendana na kitu anachokifanya kwa hiyo yeye amejipa jina la mama Kuchi na tumefahamu kwamba kwa jina la mama Kuchi ni kwa sababu ya ufugaji wa kuku aina ya Kuchi. Lakini kwa kumalizia, kwa sekunde kadhaa, kuna mama ambaye mwenye umri kama wako na amekata tamaa na haoni kama kuna fursa, unaweza kumwambia kitu gani? Mimi nawaambia kina mama wenzangu, wakati ukishakuwa na umri wa miaka hamsini ni vema ujipa tafute kitu cha kufanya, na kabla hujakitafuta cha kufanya, upate elimu yake. Ukishapata elimu ya kile kitu unachokihitaji, hasa ufugaji wa kuku wa kienyeji, hauna karaha sana. Unakuwa na kibanda, utatafuta elimu namna ya kualisha. Ukishapata elimu ya kutosha, ni vema ujishughulishe, usikubali kubweteka, na pia ufanye mazoezi kila siku asubuhi, yanakufanya uwe imara. Na ufugaji huu unapata lishe bora, unapata supu, utakula, utapata afya nzuri. Unaweza kufanya mambo yako bila kusikitika wala kulalamika ni fursa pia kwenye upande mzima wa mifugo. Yaani huwezi kulalamia kwamba sijatumiwa, sija sijaona iki, sijaona muamala wewe, uh, mwenyewe tayari muamala wako unasoma kabisa kwamba tayari una bajeti yako umeshajana ya na, na kifurushi chako kinasoma vizuri wala hakina shida. Yaani ni mlala, mlala na 5G unasoma vizuri bila shida yote. Mimi <laughs> nika siku huko kwenye kipindi cha kilimo sokoni bila shaka za kutufuatilia kupitia mimi ndio kijamii tukitumia kilimo sokoni kwenye Instagram na pia kwenye YouTube pia napatikana namna hivyo. Una maoni, una ushauri. Namba inapita chini ya screen yako hapa tufuatilie pia ukatuandikia jambo lolote lile, unatamani kutangaza nasi tangaza pamoja nasi kupitia namba inapita na chini ya skrini yako hapa. Mimi nisema shukrani sana eh, mama kuchi asante, na Mungu akubariki sana hongera. kwa kile ambacho unachokifanya naamini kabisa watu pia wamejifunza, asante sana niko mm. Karibu tena, nashukuru sana kwa kunitembelea asante sana kwaheri sana, mimi nikuacha niku namna hiyo. Nyuma ya kamera ni Frankie Godfrey, kwa sasa sina ziada, bye.